Mimi na kazi ndogo sana nimeombwa kuzungumza umuhimu wa jamii kutunza na kulinda rasilimali ya nchi, inapokwenda moja kwa moja kuangalia kitu gani ambacho Mungu alifanya wakati aliumba mbingu na nchi. Cha kwanza, Mungu aliweka rasilimali, natural resources, aliweka ardhi ndani ya ardhi aliweka miti, maji, samaki, wanyama. Baada ya kuweka vitu vyote hivi, akaamua kuweka rasilimali mtu, akaweka mwanadamu afanye kitu gani? Ailime na kuitunza. Sisi kama Watanzania, Mungu ametubariki na rasilimali nyingi sana sana ndani ya Tanzania yetu. Kila mkoa zimebarikiwa na mali nyingi sana, ardhi yenye rutuba, ukipanda chochote utakwenda kuvuna. Tuna madini karibu kila kona ya nchi ya Tanzania, kuna dhahabu kuna Tanzanite ambayo haipo dunia nyingine ni Tanzania pekee. Tuna tourism wageni ambayo wanakuja Tanzania ni wengi sana na kwa nini wanakuja? Kwa sababu wanasikia kwamba Tanzania ni nchi ya amani, ndio maana wako tayari kuacha nchi zao, sehemu zao na kulipa kama dola elfu tatu mpaka elfu nne kwa siku kumi Tanzania, kwa sababu ya kile ambacho Mungu ameweka ndani ya nchi yetu. Mungu ametupa bahari, katika hii bahari yetu tuna samaki, lakini katika hiyo bahari pia kuna gesi. Gesi ambayo tunayo pale ni zaidi ya trilioni 41. Ambaye Mungu ameziweka ndani ya nchi yetu ya Tanzania ni rasilimali rasilimali yetu sasa nimesema nimezungumza vitu viwili kuna rasilimali natural resources na kuna rasilimali human resources ambayo ni mwanadamu huyu mwanadamu ambaye Mungu ameweka amempa akili ya kutoa hizo mali ambazo zipo pale ambaye Mungu ameweka na kuifanyia kazi mpaka tunaweza kupata nguo mpaka mtu anaweza kuchimba gesi, dhahabu anaweza kuvua ana, amempa hizo uwezo nyingi sana na ukweli kwa sisi wa Tanzania, kwanza nashukuru Mungu kwa ajili ya rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan kwa kazi ambayo imefanya hizi miaka minne na nusu ambayo alikuwepo madarakani ameweza kujenga mwendo mbinu nyingi sana sasa Katika hizi siku ya mbili tatu ambazo ziko mbele yetu, kazi ya sisi watu wote ni kulinda kile ambacho kimejengwa. Lazima tupate nguvu ya kulinda na hiyo ni kazi ya kwanza Mungu alimpa mwanadamu kuilinda rasilimali zetu. Unajua, kuna watu wanaweza kusema kutakuwa na fujo, lakini nashukuru kwamba polisi wako pale. Kazi ya polisi ni kuhakikisha kwamba kuwepo na amani. Mimi kwa mfano, mimi mwenyewe nikijenga nyumba yangu, nikiruhusu mtu aje pale avunje nyumba yangu, nitamwacha? Simwachi lakini akipita pale analeta bugda yoyote, sina amani itakuwepo. Lakini akiamua kuvunja chochote, mimi simwachi, sijui wewe. Mi naomba tuwe katika hizi siku, tumeomba Mungu sana, naamini kila mtu aliomba Mungu, tumeomba Mungu kuwepo na amani ndani ya nchi na hii nchi ambayo Mungu aliweka amani liendelee kuwa na amani. Hivyo tunasema kwamba najua Mungu wetu amesikia maombi yetu, na Mungu atajibu, ameshajibu maombi yetu, na Mungu atupa amani, tutaiona ndani ya nchi yetu. Hivyo naomba na mahasa, kila mmoja hebu jaribu kuhimiza watu kwamba, kama ukiona mtu anataka kuleta fujo, kwanza mshauri, mshauri Majengo ambayo yamejengwa imechukua mamilioni ya pesa, mtu anataka kuja kuvunja kuleta uharibifu. Mungu amfungue macho yake na akili zake, ajue kwamba mbele za Mungu atawajibika, na Mungu hamwachi mtu. Mungu anajua jinsi ya kumpiga mtu kuliko mwanadamu, anajua jinsi ya kumshulika mwanadamu. Hivyo ninaomba tujaribu kutunza na kulinda rasimia zetu zote, tukianza na vitu, alafu tuende kwa mwanadamu. Unajua, kumbadilisha mwanadamu siyo rahisi. Sisi kama wachungaji na mashehe tuna kazi, tuna kazi kubwa sana kumbadilisha mwanadamu. Polisi pale wanaweza kuweka ndani, lakini pia wakikaa ndani, wakitoka, bado hiyo tabia bado ipo ndani Kubadilisha ile tabia ya mwanadamu sio rais. Naomba ndugu zangu wa Tanzania, hakuna mtu mwingine anaweza kulinda nchi yetu isipokuwa sisi. Na hapa hasa kwamba tafute, tafute jinsi ya kulinda rasmi ya watu, kwa sababu ile kijana mbaya anataka kuleta fujo. Kama wewe hutamshauri, atafanya fujo. Yule mtu anawezekana kwamba yule ndani, yule mtu kuna kipaji ya kufanya mambo makubwa ndani ya nchi yetu, lakini kwa sababu hatukuweza kuwashauri, tumewaacha umeta fujo, mwisho siku hata hawapo duniani tena. Ninaomba tuwasaidie vijana wetu, tusaidie jamii yetu kwa kujua kwamba kila mmoja, hakuna mwanadamu yeyote hapa duniani ambayo hafai kila mwanadamu ambaye yuko duniani Mungu amemweka kipaji fulani kuwa baraka ndani ya nchi yetu. Na hivyo ndivyo ninaomba kwamba tuwashauri hao vijana wetu, tuwashauri jamii yetu kwamba jamani, tunapaswa kulinda rasimia, rasimia mali ya watu. Amen. Na mwisho, na mwisho. Baraka za Mungu zinatembea na amani. Baraka za Mungu, unajua Mungu akikubariki unakuwa na amani, lakini kuna watu ambayo wao hawatoshiki na baraka, hawatoshiki na baraka, wanataka kila saa kuzidi ya mtu, mtu mwingine. Jamani, wewe fanya chochote ambacho utafanya lakini kaburi ni futi ni, ngapi? Ni, ni, ni kwani utachukua mali zake huko chini? Hata ile nyumba ambayo umejenga sijui nyumba ya kwanza ya pili ya tatu la nne huwepeleki popote. Hata kama tulikuwa tunakaa na shehe na mufti mufti akasema kwamba au nani na, na Bishop Kizare akasema walikwenda kwenye, kwenye msiba ya mzee wetu kule Kenya wakaweka maua nyingi sana, waliojaza maua. Wakati watu walipoondoka pale, watu wakaingia kule ndani wakaiba maua zote. Naomba ndugu zetu, tumekuja hatuna kitu, tunatoka bila kitu. Tunaomba tuamue, tulinde rasmi zetu. Mungu atuwezeshe kutunza vile ambacho ametupa. Mungu ametuwezesha, jamani, tuna SGR leo, tuna ndege nyingi sana, tuna vitu vingi sana ambavyo tumejenga vizuri sana. Tunaomba tujaribu kuona kila mkoa, tuweze kulinda hizi rasilimali, kwa sababu tukienda kuiharibu kujenga tena ni hasara, ni pesa zetu za, za kodi naomba tuwasihi vijana wetu na watu wetu kwamba wasiharibu miundombinu zetu wala wasiharibu chochote ambacho kimejengwa. Hiyo ni naombe, ni ombi langu. Asanteni.